Nam, kwingine kwa mtazamaji, maafisa wa polisi katika kituo cha Jogoo Road hapa jijini Nairobi wamemtia nguvuni mshukiwa wa mauaji aliyemvamia mwanamke mmoja katika eneo lake la kazi, kumdunga kisu na kumuua. Nam, inaarifiwa kuwa mshukiwa huyo, Augustine Neto, aliwahi kuwa na mahusiano na mwanamke huyo kisha wakatengana. Nam, familia ya mwenda zake imeanza safari ya kusaka haki kama anavyoarifu Franklin Wala. Elista Kitua aliondoka nyumbani kwake akiwa mwingi wa furaha na kuelekea kazini, asijue furaha hiyo ingekeuka kuwa karaha, si kwake tu, bali kwa wenzake kazini na hata jamaa zake, baada ya kuuawa Mama huyo mwenye umri wa miaka 40 na aliyejaliwa watoto wawili kabla ya kukutana na Augustine Neto, mshukiwa aliyemuua, aliwahi kuripoti kwa polisi kuhusu kutishiwa maisha na mwanamume huyo. Familia inaarifu mahakama iliwahi kuamuru mwanamume huyo ajitenge kabisa na Felista na asiwahi kwenda hata kwa chumba chake, mpaka ikaenda kotini kuna pale Makandara kuna yule madamu alimwandikia ile barua, akamwambia yu jamaa kutoka hiyo siku asithubutu kurudi tena kwa huyo masista yangu. Sasa hapo ndio ili, sijui ilitokea wapi ndio ikuja kutendeka hivi kutoka njana. E, ashai alikuwa nampiga nakibia tena kwa sista yangu huko analala huko, mwambia anamshikia kisu, sijui anataka kumgonga watu wanaofanya kazi na Felista wanasema walianza kumwona Neto mara kwa mara akimtembelea Felista sehemu yake ya kazi. Felista alikuwa fundi wa cherehani. Matembezi hayo yalikuwa na njama wasiojua na Ijumaa mshukiwa akatimiza ajenda ya kumuua Felista mbele ya wenzake kazini na peupe. ndaka kama mbili ndio alitokea tena akamwambia kuja basi tuongee kidogo utarudi kazi, akamwambia basi wacha niingia hapo tuongee akaingia akaingia, jumulango ilikuwa wazi, akaingia hadi mahali anafanyiaga kazi. Ndai kama sekendi in mbili nilisikia tu akiongea, lakini redio ilikuwa, ilikuwa inaongea mashindi, tuko mbizi, hakuna mtu anasikia venye anasema. Kukagaa kidogo kama sekendi in mbili, ndio nilisikia alipiga nduru hivi. Tukio hilo liliwashtua watu hapa huku, mshukiwa akiponea kuuawa kwa tundu la shindano. Mshukiwa huyo Augustine Neto alitiwa nguvuni na polisi na sasa anazuiliwa na makachero akisubiri kushtakiwa. Ripoti ya polisi inaarifu, Felista alidungwa kifuani mara nne kwa kisu na kufariki. Ukatili wa mshukiwa umewaacha wenyeji hapa na wasiwasi wasi. huku kisa hicho kikiashiria mwanzo wa uchunguzi wa mauaji ya Felista Kitua. Frankline Wallah, runinga ya Citizen, kutoka soko la Uhuru, Nairobi.